Polisi mkoa wa Morogoro inamsaka dereva wa lori la mafuta Abubakari Mwichangwe, mkazi wa Dar es Salaam, kwa tuhuma za kula njama za kuhujumu gari na kuiba mafuta aina ya diesel lita elfu thelathini na tano na mia saba zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni sabini na saba. Tukio hilo limetokea Machi 16, elfu mbili na ishirini na tano, wakati dereva huyo alipokuwa akiendesha gari lenye namba za usajili T mia sita sitini na moja BXR likiwa na tela T489 BHC la kampuni ya Meru likisafirisha mafuta kutoka Dar es Salaam kuelekea Lubumbashi, Jamhuri ya ya kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa ya polisi iliyotolewa leo Machi 18, 2025, watu watatu wanashikiliwa kwa kuhusika na tuhuma hizo. Tukio limetokea usiku wa kuamkia tarehe 16 mwezi huu wa tatu mwaka 2025, huyu dereva akiwa anaendesha gari namba T661 BXR na alikuwa linavuta tera lenye namba T 489 BHC, aina ya ni kampuni ya Meru yenye makazi yake mkoani Dar es Salaam, akitokea mkoani Dar es Salaam kupeleka mafuta huko Lubumbashi nchini Kongo, DRC Kongo. O, dereva huyo alipofika mkoani Morogoro alikula njama akishirikiana na watu wengine watatu ambao wamekamatwa, ambao wa ni Hamidu Sudi Hamidu, huyu ana umri wa miaka hamsini Uh, ni general manager wa kituo cha mafuta ya, cha Simba Oil lakini ni mkazi wa Dar es Salaam, lakini alikuwa pamoja na Abineri Shaloni Mohamed miaka 25, huyu ni meneja wa kituo cha mafuta Simba Oil Mkambarani mkoa wa Morogoro. Uh, Abdala Nihed Abdala miaka 30, meneja wa kituo cha mafuta Simba Oil mkazi wa Morogoro, kwa pamoja waliiba kiasi cha mafuta lita elfu 35 na 700 za diesel, yenye thamani ya shilingi milioni sabini na saba laki moja na elfu kumi na mbili ambayo yalishushwa kwenye vituo vya mafuta vituo viwili kwenye vituo vya mafuta mali ya kampuni ya Simba Oil hichi ni kituo cha Mkambarani pamoja na kituo cha hapa Morogoro kwa hiyo kituo kimoja kirushishwa lita elfu ishirini na tano na mia saba, na kituo kingine kikashushwa lita elfu kumi. Kwa hiyo baada ya kuiba kiasi hicho cha mafuta dereva wa lori aliendesha gari likiwa tupu na alipofika Aa, eneo la kitongoji cha Msufini, kijiji cha Msimba, katika barabara kuu ya Mikumi Iringa, wilaya ya Kipolisi Ruhembe, yani wilaya ya serikali Kilosa, dereva aliendesha na kuliingiza korongoni gari hilo akitaka kuaminisha umma kuwa limepata ajali, lakini baadaye aliwasha moto akijaribu kuliteketeza. Kiliangalia gari lenyewe ni hili kwa pembeni pale kwenye tenki la mafuta, aliwasha moto akajaribu kuliteketeza gari hilo, lakini wasamaria wema kabla moto haujakolea wa ndipo wasamaria wema walifanikiwa kuuzima na kutoa taarifa polisi. Kwa hiyo polisi walifika eneo la tukio, lakini kwa bahati mbaya alikuwa ameshatoroka tayari. Kwa hiyo uchunguzi unaendelea kwa kushirikiana na wadau mbalimbali kwa ajili ya hatua zaidi za kisheria, ikiwemo kumtafuta huyu dereva ambaye alitelekeza gari hilo akakimbia, na lengo lake lilikuwa ni kulichoma na kuliharibu kusudi kupoteza ushahidi na kutaka kuaminisha kwamba mafuta yenyewe yameungua, yame Kwa hiyo jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linatoa onyo na karipio kwa madereva kuacha tamaa ya kupata mali kwa njia ambazo sio sahihi. Kutoka mkoa wa Morogoro, mimi ni Jackson John.